Ukifa hali ya kuwa wewe ni mtu wa matambiko, ukifa hali ya kuwa wewe ni mtu wa kuvaa mahirizi au kuvisha watoto mahirizi, ukifa hali ya kuwa wewe ni mtu wa kwenda kwa waganga wa kishirikina pale unapokumbwa na matatizo au pale unapotaka kutizamia mambo yako, ukifa katika hali ya kuwa wewe ni mtu wa kwenda kwa watabiri wa nyota, pale unapofanya biashara ukaenda kuangalizia, au unapotaka kusafiri, au unapotaka kuoa, ukifa hali ya kuwa wewe ni mtu wa kutaamal na majini mashaitani, ni mamoja unayafuga, au ni mtu wa kuvaa mapete ya kishirikina, ukifa hali ya kuwa wewe ni mtu wa kuabudu na kuamini mizimu ukifa hali ya kuwa wewe ni mtu wa kufanya ibada makaburini, kuchinjia maiti, kuchinja kwa amri za waganga, au kuwachinjia mashaitani na majini, au kuchinja kwa sababu ya ndoto za kimizimu, wewe umekufa hali ya kuwa ni mshirikina. Wewe umekufa hali ya kuwa umepotea upotevu wa mbali ambao Allah, jalla wa ala

adhkari za mazishi, za kizushi, bid'a za ndoa na nyinginezo katika bid'a zilizozuliwa. Tahadharini waja wa Allah, fuateni mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanaume watahadhari kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ambayo mara nyingi watu huyadogosha kama vile kunyoa ndevu, kuvaa isbali Wanawake watahadhari kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kutokuvaa hijabu za kisheria, hijabu za stara. Hijabu shar'i ni nguo ambayo inamstiri mwanamke kutoka juu mpaka chini, wamasiwa dhalik. Na nguo isiyokuwa hiyo, hiyo siyo nguo ya kisheria. Mwanamke wa Kiislamu hana nguo za mitindo za kutokea nje nguo ya mwanamke ya kutokea nje ni moja, inaitwa jilbabu. Nguo za mitindo, rangi, mapambo ni nguo za kuvaa ndani, ama nguo za kutokea. Hakuna aina wala mtindo mwingine wa nguo ya mwanamke ya kutokea zaidi ya jilbabu ya kisheria. Isiyokuwa jilbabu ni nguo ya kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuha nasu ibadallah

Kama ilivyokuwa katika zama za kabla ya Uislamu, matatizo yote ambayo jamii inaanguka nayo, matatizo yote ambayo tunalia nayo, katika maradhi, ukosefu wa amani, mifarakano, kuongezeka kwa makundi baina ya Uislamu, chuki baina yao Waislamu na makundi yao, njaa na umaskini, na yote katika matatizo ambayo watu wanalia nayo kila siku, sababu yake ni kuwa jamii ipo katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na pale wanapofanya dini, basi wapo ndani ya bid'a, hawafuati mafundisho ya mtume wa Allah, wanafuata mambo yaliyozuliwa na mashehe zao, mambo yaliyozoeleka katika jamii zao. Hawa ndio wako ndani ya dini, wakitoka hapo wanakwenda kumshirikisha Allah. Wallahi i wa rabbi, jamii ya hivi haiwezi kuondokana na matatizo ya kiafya matatizo ya mifarakano, chuki baina yao, njaa, umaskini na mengineyo. Haya ni mambo ambayo yanatarajiwa kuzidi wala sio kuisha muda wa kuwa watu wapo katika hali ya namna hiyo. Ayuhannasu ibadallah, alwasiya thalitha, wasiya watatu, usikum bitamassuki bililmi shari'i fa innahu dawa'un likulli da'in

Maasiya, fujur, mifarakano, kuongezeka makundi na chuki baina ya Waislamu, ujinga wa kutokuijua tauhidi, ujinga wa kutokuijua sunna, haya yote maradhi makubwa, maradhi sugu ya Waislamu. Dawa yake anaitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yaqul talabu lilmi faridatun ala kulli muslim, kuitafuta elimu ya kisheria

wa litampata mgonjwa aliyekosa matibabu ni kufa kiwiliwili chake. Wa amma idha lam yahsul lilabdi nuru arrisalati wa hayatuha, ama mja asipopata elimu ya kisheria ambayo ndiyo uhai wake. Mata qalbuhu mautan, hufa moyo wake, anakufa moyo wake

alnas ila lilmi ahwaju minhum ila ltcami walsharabi, watu wanahitajia sana kusoma, wanahitajia zaidi elimu ya kisheria kuliko wanapohitajia kula na kunywa. lian rajula yhtaju ila ltcami walsharabi fi lyumi maratan au maratain, kwa sababu kawaida mja anahitajia kula kwa siku mara moja au mara mbili

nyinyi pamoja na familia zenu, wake zenu, watoto wenu, hakikisha nyumba yako watu wote kuanzia wewe mpaka mtoto wa mwisho ambaye tayari anajitambua, wafanyakazi wa ndani na wa nje, wote wawe ni wanafunzi wa kusoma ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo wallah, nyumba hiyo mtaishi kama wanyama mwituni, mtaishi kama wanyama kama punda na wengineo katika wanyama madhalili. Ibada Allah, hujui tauhid, mkeo hajui tauhid, familia yako haijui tauhidi, ambalo ndio lengo la wewe kuumbwa. Hujui lengo la wewe kuumbwa, hujui sunna ya mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam, haujui kuswali kielimu, hujui kutawadha kielimu. Wangapi katika watu watu wazima leo wakitawaza, unaona wanakosea ibada ndogo ya kutawadha, watu wengi bado hawajui, na wanaishi wanaendelea, hawana habari na vikao vya kielimu. Hujui kuvaa Kiislamu, ukinyoa hunyoi Kiislamu kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume wa Allah, unanyoa mpaka ndevu. Na mwanamke akinyoa, ananyoa nywele, hajui kama kuna makatazo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hujui kuoga josho la kisheria, janaba na mengineyo wewe ni nani? Wewe unaishi kama mnyama, ibada Allah, mtu dhalili. Udhalili ulioje kuishi nje ya ilmu, ikawa mtu ajui kuoga ayu dhulin hadha, ya ibada Allah, udhalili ulioje huu. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, unakubalije kufa katika hali hiyo? Unakufa, unaelekea kwa mola wako, unazikwa. Ulipewa miaka hamsini sitini unakupa mtu mzima ujui kusoma Qorani na ilmu inasomeshwa katika madharis inasomeshwa bure. Hata lau ingelikuwa ina gharama kubwa kiasi gani, ilikuwa ni lazima ujue lengo la wewe kuletwa ulimwenguni. Lakini itakuwaje sasa? Unazikwa, unaelekea kwa mola wako, haujui kusoma Qorani. Iko wapi aya ya Allah subhanahu wa taala, ya ayuha ladhina amanu ttaquu llaha ataatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, mcheni Allah ukweli wa kumcha nahakikisheni, mnakufa ndani ya Uislamu. Wewe unayekufa hujui kusoma Qurani, kweli umekufa Mwislamu? Umepewa miaka 20 30, umekufa umezikwa, hujui kusoma Qurani, kweli umehakikisha kwamba umekufa Muislamu? Yaani wewe una uwezo wa kumwambia Allah mimi nilikuwa Muislamu, Ukaambiwa sema Qurani ukashindwa, uislamu wa vipi uliokufa nao wewe? Huoni kwamba hii ni hatari? Idiriki nafsi yako, toa ujinga. Hakuna udhalili kama ujinga. Mtu mjinga kwenye jamii yoyote ni mtu anabezwa, ni mtu anadharauliwa, hapewi nafasi yoyote katika jamii. Enyi waja wa Allah, afala taqilun, tieni akilini maneno haya

tudfiu lkhatiat kama ma'u lmau nar, kwani hakika ya sadaqa hufuta madhambi kama vile maji yanavyohuzima moto. Toweni katika malizo yenu. Mtume wa Allah anasema, ma nakasat sadaat min mali shaia, haipunguzi haipunguzi, sadaqa kwenye mali ya mja haipunguzi chochote. Enyi wanawake wa Kiislamu Mtume wa Allah subhanahu wa taala ilikuwa anahusisha mazungumzo maalum katika visimamo kama hivi, akiwaambia wanawake ya ma'ashara nisa, enyi kongamano la wanawake, tasaddaqna, toweni, toweni sadaqa, musiwe nyuma katika kutoa sadaqa, wa akthirna minal istighfari

lakini pia ni watu ambao mara nyingi mnakuwa nyuma katika ku, kupatiliza na kushukuru neema za waume zenu. Hili ni jambo ambalo litawatia sana wanawake motoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam akawahimiza, toeni sadaqa ili muepukane na moto wa Allah subhanahu wataala. Baada ya kuzungumza maneno haya, wanawake wa Kiislamu walikusanya sadaqa walivua mikufu yao ya dhahabu, mabangili ya dhahabu, fedha na mengineyo, wakakusanya marundo marundo, wakitekeleza agizo la Mtume sallallahu alayhi alaihi wa alihi wasallam. wa musiwe nyuma katika jambo la utoaji. ayu hanasu ibadallah, kwa kuwa makamu hii si ya kurefusha, katika mambo ya msingi ya kuzingatia, kwa kumalizia ni

wanataja maulamaa, lengo siyo kwenda wewe ukazunguka ile nyumba lile jambo, anaweza hata asiyekuwa Mwislamu, lakini lengo kubwa kabisa la hija liyadhkura sma llah, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hadha yaumu nahar, hii ni siku ya kuchinja wakitoka watu wakachinja vichinjo ambavyo Allah jalla waala amewajaalia wamwage damu lillahi subhanahu wa taala. Wataqabbal Allahu minkum, Allah akukubalieni vichinjo vyenu. Na wale ambao Allah haja waruzuku basi wazidhibiti nafsi zao kutokamana na kuombaomba na kujidhalilisha, wazidhibiti nafsi zao kutokamana na kupitapita kwenye majumba ya watu, kwani hakika huu ni udhalili. Haujakalifishwa mambo ambayo sheria haijakukalifisha. Ya ayuhan nasi, ibadallah, hii ni siku ya Idi pamoja na siku tatu mbele zinazofuata, tarehe kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu zote ni siku za Idi, ni siku za kula, ni siku za kunywa, ni siku za kumtaja Allah pasi na kupita mipaka na asiyeweza kuchinja leo anaweza akachinja kesho, anaweza akachinja tarehe kumi na mbili mpaka tarehe kumi na tatu Jumaatatu, kabla ya jua kuzama atahesabika amechinja ndani ya Eid na kichinjwa chake kitakubalika biidhnillahi lkarimi lmannani. Na ndiyo maana ikawa ni haramu kufunga ndani ya siku hizi, haifai kufunga ndani ya siku hizi nne.

Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie sadaka zetu ambazo tumezitoa, na hapa si mwisho wa kutoa. Hapa toa pesa ulizo nazo, lakini pia angalia majirani wasiojiweza, huko pia ni kutoa. Alika watu wasiojiweza, kama umechinja gawa nyama kwa watu wasiojiweza, wagaie majirani. Zote hizo ni sadaka. Hizi ni siku za kumtaja Allah, kula kunywa kwa kushirikiana, wanaojiweza na wasiojiweza.